Katika ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ukurasa wa 47 mpaka 51, na umezungumza namna ambavyo serikali imetenga fedha kwa ajili ya kuja kuongeza madarasa, lakini hawajaishia hapo, mpaka maabara shule za sekondari, ili wapatikane wataalamu wengi, maenjinia wengi, na madaktari wengi kwa ajili ya kuja kushughulika na shida zetu. Niwaombe, Tukipata ridhaa yenu tarehe 29 Oktoba ya kutuchagua kwa nafasi ya udiwani na ubunge, tutakuwa na ajenda ya kuhakikisha Katuta tunaweka shule shikizi. Tutalianza wenyewe, tutakirukisha wenyewe, tutaanza ujenzi wa madarasa mawili na vyoo. Baadaye tutaenda kuiomba serikali, kwa sababu ni sikivu, itatusaidia pale. Tutakapokuwa tumefika hapo, vipi kwa mheshimiwa diwani ingekuwepo hapa, nilikuwa na mwongo kwa sababu yeye anaenda kuwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata mara tu baada ya kupata ridhaa ya wananchi wa Kabwe, aitishe kikao, ianze ajenda ya shule shikizi Katuta. CCM oyee! Kwa sababu hilo ni jambo letu, kweli sio kweli? Na mimi niwaombe kwenye vile vikao vya madiwani Kabwe, mtakuwa na madiwani wawili Diwani wa kwanza Kasagama, lakini na mimi mbunge wenu mkinichagua, nitakuwa diwani wa pili. Kwa nafasi yangu naingia vikao vyote vya madiwani, kwa hiyo ajenda ya shule itakuwa ni ajenda ya madiwani hawa. Sisiemu oye! Tena sasa tumeongezea na diwani wa viti maalum dada yangu Simba Kavu. Madiwani watatu, shule shikizi tatushinda madarasa mawili. Sisiemue Niwaombe muwe na imani kubwa na chama cha Mapinduzi. Mama huyu hapati usingizi kwa sababu ya matatizo ya Watanzania nini. Ni mashahidi tarehe ishirini na nane mwezi wa tisa, wakati anazindua kampeni viwanja vya Tanganyika Packers, amesema anaenda kutoa bilioni mia mbili ndani ya siku mia moja jili ya kukopesha wakina kwa ajili ya kuwasaidia wakina mama wa jasiriamali vijana, ili waweze kufanya biashara. CCM oyee! Kwani muda wetu, tujipange, mama zangu wanaouza dagaa, wanaouza mchicha, wanaouza mahindi, kila mtu kwa nafasi yake, mama huyu anaenda kugusa maisha yake. Nani kama Samia? Na lakini hajaishia hapo nimemwona mwalimu wa shule ya sekondari kabu mwalimu mkuu kama wapo watumishi wa umma wanaumizwa na matatizo ya maeneo wanayowajibika mwalimu mkuu wa shule ya kabu. mara zote amekuwa akinishirikisha uhaba wa walimu daktari samia tarehe ishirini na nane amesema ndani ya siku mia moja anaenda kuajili wataalamu elfu kumi na mbili kati ya hao wataalamu elfu saba ni walimu hatujapata walimu Kabu nani kama Samia sabia akijamte no. Serikali ya sisihemu haifanyi kazi? We una uwezo wa kumlipa mwalimu hata mmoja, au balozi tu wa nyumba kumi huna huyo mwalimu utampata? Sisiemu oye! Lakini ni watoe hofu, Chama cha Mapinduzi katika ajira elfu tano watakazotoa zinaenda kutolewa ajira elfu tano za watu wa kada ya afya. Kwa hiyo wataalamu wa afya, kwa maana ya manesi, ma clinical officer na madaktari, tutaongezewa. Na jukumu letu, mimi na Kasagama, ni kuhakikisha tuna banana na mkurugenzi, tuweze kuletewa wataalamu wa afya ili tuweze kupata tiba tukiwa hapa hapa nyumbani. sisiemu oye, lakini nini, ni mashahidi, miaka mitatu nyuma tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya kweli, sio kweli? Ilikuwa ukizidiwa kabwe, umeenda kituo cha afya ya Nkomoro, si sindo ukweli? Mama huyu ametoa bilioni nne pointi tatu ametengeneza hospitali ya wilaya hapa, vifaa tiba vya kumwaga. Unapigwa x-ray saa hizi, dakika kumi dakika thelathini una majibu sisihemu elu